Ni mlemavu mguu mmoja umekatwa, ni ajali ya pikipiki. hai na nyumba ya kupanga, nina shida kubwa sana, yani natafuta kwenye majua kwenye mvua na nyeshewa, ila nipate hela nilipe kodi nyumba za watu. Tangu nilivyozaliwa nilikuwa safi, nimesoma shule ya msingi nimemaliza, nilizaa nime, mtoto mmoja. Bahati mbaya, kutokana nilivyoenda shambani kulima kung'olelea mpunga ndo nikaona mda ule umesha enda jua, nikaona bora nikwee bodaboda. Nikaliona nilivyokuwa bodaboda, sielewi kama mbele alichukua kitu gani, nikasitukia mimi niko chini, fahamu sina, na situkia niko hospitali. Kupata fahamu nikakuta mguu mmoja haupo. Hii ni ripoti kutoka mkoani Morogoro, ambapo tunakutana na mama huyu anayefahamika kwa jina la Fatuma mwenye changamoto ya ulemavu wa mguu ambapo wa mguu wake mmoja umekatwa kabisa. Hiyo ni kutokana na ajali mbaya ya pikipiki ambayo aliipata katika utafutaji wake alipokuwa akitoka shambani kwake. Lakini mbali na kuwapo kwa changamoto hiyo, mama huyu anatufahamisha ya kwamba utafutaji wake kwa sasa umekuwa ni mgumu, kwani anatembea huku na kule kuwaomba wasamalia wema ambao wanaweza kumsaidia chochote kitu. Hapa anatujuza mengi zaidi juu ya changamoto kubwa ambazo anazozipitia huku akieleza Families Media ya kwamba sehemu ambayo anapokaa si nyumbani kwake, bali ni nyumba ya kupanga ambapo inamlazimu kila mwezi alipie shilingi elfu thelathini na tano ambapo kwa miezi miwili analipia elfu sabini Hapa kilio chake anakiangushia kwa Watanzania wote ambao wanatazama taarifa hii waweze kumsaidia nami nikukaribishe uweze kushuhudia ama kusikiliza mahojiano haya mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Families Media, karibu. Mimi naitwa Gavas Machaku, nyuma ya kamera ni Shabani Rukanga. Karibu mama, tunahitaji kufahamu majina yako yote mawili, unaitwa nani? Mimi majina yangu naitwa Fatuma Juma Farahani, ni niko Mwembe Songo na nipo hapa nyumba ya kupanga Nina shida kubwa sana hapa, mimi ni mlemavu, mguu mmoja umekatwa, ni ajali ya pikipiki, na nyumba ya kupanga nina shida kubwa sana. Yani natafuta kwenye majua, kwenye mvua na nyeshewa, ila nipate hela, nilipe kodi nyumba za watu. Huwezi ukalala nyumba ya mtu bila kodi. Hapa kula najitegemea mwenyewe, kuvaa najitegemea mwenyewe, kila kitu. Ndio maana nimeomba msaada kwa wadamu wote wananisikiliza, kwa leo, kwa siku nyingine yoyote. Naomba msaada wenu kwa mimi mfatuma Farahani. saa labda kwa naye kutazama, sasa nahitaji kufahamu, uh, historia kidogo ya maisha yako mpaka kuja kupata hii changamoto. Ulipitia nini hapa katikati? changamoto katika maisha yangu, tangu nilivyozaliwa nilikuwa safi Nimesoma shule ya msingi, nimemaliza nime nilizaa mtoto mmoja bahati mbaya. Kutokana nilivyoenda shambani ku kulima kung'olelea mpunga ndo nikaona muda ule umeshaenda jua. Nikaona bora nikwe bodaboda nikaliona. Nilivyokuwa bodaboda sielewi kama mbele alichukua kitu gani. Nikasitukia mimi niko chini, fahamu sina na situkia niko hospitali. Kupata fahamu nikakuta mguu mmoja haupo. Kweli nililia sana mpaka maneso akanibembeleza sana. Nikaona sasa umaskini tayari, kila kitu hapa nilipo, nikitaka kumtuma mtu maji mpaka wamekwambia unayo mia mbili, nitoe mia mbili nipate maji. Maisha yangu ndo haya, kufua nguo mpaka mtu anichotee maji, pengine kufua nguo najitahidi mimwenye kufua. Kwa maisha yangu yalikuwepo ndo haya yalivyoanzika tokea apate ajali mpaka hivi sasa, anatufahamisha ya kwamba ni miaka sita imepita, yupo katika hali hii akipitia magumu na maumivu mazito. Yote kwa yote, anapambana kuhakikisha anapata kipato. Hapa tunazidi kufahamu mengi, anatujuza. lakini nina miaka kama sita katika, nilipata ulemavu ni miaka sita mpaka sasa e. na ilikuwa ni hapa hapa Morogoro. Eh, hapa hapa Morogoro. Okay, na uh, umetuambia kwamba ulikuwa unaishi na mtoto wako, mtoto wako amefariki okay. Ni katika mazingira gani hasa, alikuwa naumwa ama ilikuwaje? Yaani alikuwa naumwa na, umwa, malaria, typhoid, na homa zingine zingine, kuharisha, ikiwa uwezo wenyewe nilikuwa nao sina, ndo basi Mungu ndo kachukua kiumbe chake. Na, na vipi kwa mwenza wako sasa naye imekuwaje? Mwenza wangu wakati nilivozaa yule mtoto akawa aliondoka kwenda kwendada Alivokwenda da moja kwa moja kapata ugonjwa huko huko, kafarikia huko da, sijamwelewa kama vipi, nimesitukia tu msiba ye kafia huko da. Ama kweli maisha ni fumbo. Mama huyu anaishi akiwa mwenyewe, huku akimpoteza mwanaye mpendwa, ambaye ametangulia mbele za haki, lakini pia amempoteza mume wake kipenzi, ambaye pia naye ametangulia mbele za haki. Kwa sasa yuko mwenyewe, yeye ndiye baba, yeye ndiye mama na yeye pia ndiye mtoto, kuhakikisha ya kwamba anapambana kila kona ili aweze kupata chochote kitu. Ama hakika anahitaji msaada kwa kweli, kwa maana anayoyapitia ni magumu sana. Alivyoenda da, basi akafia huku, nikasikia kifo tu, wananipigia simu, wanasema, mkubwa mwenzio amefariki huko daa Sijaelewa kama aliumwa ugonjwa gani ukoda, sijui baada ya kupewa taarifa hiyo. Uh, ukiangalia pia nae mwenyewe ulikuwa a umepata changamoto, ni hali gani ambayo ilikukuta kwa kipindi hicho? Hali yangu ilinikuta, ndo hali yangu kama hiyo, nilikuwa sina uwezo wowote wa kuchukua jukumu aina yoyote, ikabidi mimi nikae basi. Nimemshukuru Mungu kwa kila jambo. Na vipi sasa, sasa hivi katika utafutaji wako Uh, tunafahamu kwamba kama ulivyotuambia ya kwamba una uh, changamoto ya ulemavu wa mguu mmoja. Utafutaji wako sasa, uh, ni magumu kiasi gani ambayo unayapitia? Utafutaji wangu ni mgumu, naipitia ni mgumu sana, kwa sababu navyotoka hapa naenda kukaa juani kuombaomba msaada, ingine napita madukani, ingine nakaa pale majuani pale darajani kwa kuomba msaada wa wadau, ili wanisaidie, msaada nipati hela nilipe kodi ya nyumba na ingine nipati hela ili ninipate posho, ndo changamoto kubwa, ndo inaipatikana. Mvua yote inaninyeshea na jua lote inaniwakia mwilini. Kwa maana hakuna kazi nyingine ambayo unaifanya. Ni watu ambao, wasamaria wema wanavyokuchangia, ndizo hela ambazo zinakusaidia katika kulipa kodi na kuendesha maisha yako mengine. Kwa sababu hela zenyewe yanachangia, siwezi kusema ni ndogo. Mama yake wadau wa, wenyewe wa wanaipita, wanakuambia tuna hali ngumu, wananchangia ni kidogo, haiwezekani kwa mradi aina yoyote. Sanasana sana kwenye kula na kwenye malazi ingine, na nikipata malazi nachukua hizo hizo tena na, na, naenda kwenye matibabu. Ndo changamoto yangu kubwa. Nilikuwa naomba msaada wadau wote wanayenisikia wanisaidie mimi hata nipate hata eneo tu la kiwanja au chumba kimoja ila niepuki na shida niliyokuwa naye. Kaa juani kuombaomba msaada kwa watu. Bora niepushe naye nibaki tu kwenye chumba changu. Kodi ya nyumba uwezo wa kulipa sina. Kwa uwezo niliokuwa nao ni mgumu. Ndio maana naomba wadau wote wanai nisikia kokote kule walipo. Na mama Samia ulivu kukuwepo mama yangu mzazi. Unainsikia mama, unisikilize kilio changu, mimi mwananchi wako, unisaidie msaada aina yoyote mama. Ninahangaika, ninapata shida, jua lote lananiumiza na mvua inaninyeshea. Mwavuli hata ukijifunika mwavuli na upepo unaruka, haukai. Inabidi jua lote linipige mpaka muda hata saa kumi na mbili, natoka nikirudi nyumbani na homa, asubuhi naenda tena. Sasa nikibaki nakula nini na nitaishi vipi? na mwenye nyumba hawezi akakuelewa kwamba wewe una matatizo fulani, nyumba yake kajenga, hawezi kusema wewe ukai bule, inabidi utoe hela. Ndo hivi naumia, naombeni msaada wadau wote mnayenisikia. Na kwa mwezi hapa unalipa kiasi gani? Kwa mwezi hapa nalipa elfu thelathini na tano na kwa miezi miwili ndo hicho, kwa maana kwa miezi miwili inakuwa ni elfu sabini. Sasa kwa uwezo huu sina, ndio maana naomba wadau nisaidie. Sawa, labda kwa mtu ambaye sasa anahitaji kukusaidia anakupateje kwa mtu anayetaka kunisaidia nitatoa namba zangu za simu sifuri saba themanini na tano ishirini na saba sabini na tisa sabini na mbili Narudia tena sifuri saba nane tano mbili saba saba, e, saba tisa saba mbili. Na jina naitwa na Fatuma Juma Farahani.